Sehemu ya maafisa wa zamani wa Chama cha Wafanyikazi wa Bandari, Dock Workers Union DWU wamejitokeza tena kuisihi serikali kuhuisha mkataba wa mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya bandari nchini KPA, Kapteni Ruto, unaotarajiwa kukamilika ndani ya robo ya kwanza ya mwaka huu. Wakiongozwa na Paul Abisa kwa niaba ya jamii ya bandari, maafisa hao walimpongeza Kapteni Ruto kwa mafanikio makubwa aliyoyapata, ikiwemo kushughulikia tani milioni 2.145 za makontena aina ya 20 foot equivalent units, yani TEUs. Abisa alisema ongezeko hilo ni hatua kubwa ikilinganishwa na miaka ya awali, akisisitiza kuwa mafanikio hayo si takwimu tu za kawaida bali ni ishara ya maendeleo ya kweli. Akizungumza katika bustani ya High Level, eneo bunge la Mvita, kaunti ya Mombasa, afisa huyo wa zamani alitoa wito kwa serikali kuzingatia rekodi ya utendaji kazi wa Kapten Ruto na kuhakikisha mkataba wake unahuishwa kwa misingi ya mafanikio aliyoyapata. In 2022 KPA did 1.4 million TEUs. In 2023 Kapten Ruto alipochaguliwa tu.

Hiyo ndio alivunja rekodi kubwa sana. Akiandamana na mwenzake wa zamani, Wycliffe Baraza, Abisa alikanusha madai kwamba tathmini yao ni ya kihisia, akisema inategemea takwimu na matokeo halisi ya kipindi cha miaka mitatu tangu Kapteni Ruto alipoteuliwa. eh, supports businesses, supports all kinds of people. In fact, many, many livelihoods depend on the port. So when port is ticking, businesses are ticking, jobs are ticking, and everybody is happy. That is why as we stand up, uh, we stand here today, all those who are benefiting from the port are waiting with abated breath to hear that the government has extended the contract of uh, uh, Captain Ruto Dania Port. Not because of anything but because of his performance record. Abisa alielezea kwamba mkurugenzi huyo anaifahamu bandari kwa undani mkubwa kutokana na uzoefu wake wa muda mrefu katika nyadhifa mbalimbali ndani ya KPA kabla ya kuteuliwa kwa kiongozi mkuu.

Kwa upande wake, Baraza alisema serikali ilipoteza fursa mapema kwa kutomteua Captain Ruto katika nafasi hiyo miaka iliyopita, akisema kwamba Captain William Ruto ni mfanyikazi mwenye bidii anayestahili kuongezewa mkataba wake kabla ya muda wake kukamilika. Kutoka tangu ameingia amepiga 5.943 milioni TEUs. Kwa miaka mitatu. Je, miaka mingine mitatu serikali kiumpa tutakuwa tuna achieve 11 point something million TEUs through Kapteni Ruto. Kwa hivyo tunaomba serikali mahali yote ilipo, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu through Daktari William Samuel Ruto the, the fifth president of Republic of Kenya aweze kuangalia nafasi ya pili ya Kapteni William Ruto, maanaake hatuangalii ukabila, hatuangalii unono unaangalia mchapa kazi na jinsi anavyoelewana na, na wafanyakazi. Mimi sina mengi ya kusema. Yangu ni machache. Amejaribu kuinua Afrika, Kenya imehesabiwa katika, katika, katika nchi ambapo inajiweza kujisimamia katika halmashauri yao ya bandari. Maafisa wa zamani wa DWU sasa wanaitaka serikali ikiongozwa na Rais William Ruto kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha uongozi wa Kapteni Ruto unaendelea, wakisema ni muhimu kwa mustakabali na ushindano wa bandari ya Mombasa katika soko la kimataifa. In three years, tunaomba kwa miaka mitatu tupige, tuonyeshe ulimwengu la kwamba tunaweza na Kapteni Ruto, pongezi. Na naambia Wakenya wote, mtu kupata, kupata banks pia award sio rahisi, ni lazima mtu amea amejitolea kufanya kazi. Nikiripotia Ringal Shifaa kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Joseph Lewa.